shirika la ndege la Kenya Airways limekatiza kipindi cha ukame cha faida ya miaka 11 na kuchapisha mapato ya jumla ya shilingi bilioni 5.4 kwa mwaka uliomalizika Disemba 31 mwaka 2024. Hii inawakilisha mabadiliko ya ajabu kutoka kwa hasara ya shilingi bilioni 22.6 iliyoripotiwa mwaka uliopita, ikionyesha uboreshaji wa shilingi bilioni 28 na ongezeko la asilimia 124 la faida halisi. Ingawa shirika la KQ ilichapisha faida ya nusu mwaka ya shilingi milioni shirika hilo halijawahi kutoa faida ya mwaka mzima kwa zaidi ya muongo mmoja tangu mwaka 2013. Bosi wa KQ Alan Kilavuka alisema ukoaji huo unatokana na ufanisi wa mkakati wa uokoaji wa ndege chini ya mradi wa Kifaru ambao umelenga kuimarisha utendaji kazi kupitia mipango mbalimbali, mbali na kutoa huduma ya kipekee kwa wateja kwa vitendo maalum. Hata hivyo, wawekezaji watalazimika kusubiri kwa muda mrefu zaidi kwa malipo ya gawio kutokana na nafasi ya hasi ya usawa Kilavuka alisema kuwa faida itakayopatikana itarejeshwa na kuongeza kuwa shirika hilo bado limejikita katika kuvutia mwekezaji wa kimkakati ili kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu. Aliongeza kuwa kampuni imejitolea kuboresha mtandao wake, kuwekeza katika upanuzi wa fleet, kuboresha mambo ya ndani ya kabin na kubadilisha sehemu za biashara ili kuhakikisha ukuaji endelevu wakati wa kuzoea mienendo inayobadilika ya tasnia ya anga. Katika mwaka wake wa fedha uliopita, mauzo yalipanda kwa asilimia sita hadi shilingi bilioni 188.5 kutoka kwa shilingi bilioni 178.5, kutokana na kuongezeka kwa idadi ya abiria ambayo ilikuwa kwa asilimia 4 hadi milioni 5.2 na kuingiza shilingi bilioni 12.2 katika mapato. Kiasi cha shehena kilikuwa kwa asilimia 25 hadi kufikia kiwango cha juu cha kihistoria cha tani milioni 7.8. Kurudi kwa faida kuna uwezekano wa kukuza hisa za shirika la ndege ambalo lilirejea kwa soko la hisa la Nairobi NSE mapema mwaka huu, na hivyo kusababisha mwitikio wa hali ya juu kutoka kwa wawekezaji ambao ulishuhudia bei yake ikikaribia shilingi 6 kutoka kwa shilingi 3.83. Mapema mwezi huu, hazina ya kitaifa ilisema itazipa benki zinazomiliki hisa katika shirika la ndege la KQ fidia hadi shilingi bilioni 6 iwapo wakopeshaji watauza hisa zao chini ya mkopo mkuu waliotoa kwa shirika la ndege mnamo mwaka 2022. Serikali ya Kenya iliingilia kati kwa kuchukua deni hilo na kulibadilisha kuwa sarafu ya nchi na kurekebisha muda wa umiliki na hivyo kulipatia shirika la ndege afueni inayohitajika sana. Baada ya kubadilisha deni kuwa usawa, benki za kibiashara za ndani zinamiliki karibu asilimia 1 ya na kampuni serikali ya Kenya inashikilia hisa kubwa zaidi kwa asilimia 48.9, na wakati KLM Royal Dutch Airlines ikishikilia asilimia 7.8, na wanahisa wachache wakishikilia asilimia 2.8 pia wana maslahi katika shirika hilo.